Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump wametoa barua rasmi ya madai ya kulitaka shirika la utangazaji la Uingereza yaani, BBC kuondoa na kuomba radhi mara moja kwa taarifa inayoelezwa kuwa ya uongo, yenye upotoshaji na kumchafua, iliyorushwa kupitia kipindi cha Panorama kilichopewa jina la Trump: A Second Chance. Hii ni TriGen Media. Katika barua hiyo iliyosainiwa na mawakili wa rais huyo inadaiwa kuwa BBC ilihariri kwa makusudi hotuba ya Rais Trump iliyotoka Januari ya sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja na kuunganisha vipande tofauti vya matamshi yake ili kuonyesha kana kwamba alikuwa akihamasisha wafuasi wake kufanya ghasia kwenye majengo ya ikulu ya Marekani. Kwenye toleo la kipindi kilichorushwa Oktoba 28 mwaka elfu mbili na ishirini na nne, wiki moja kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani, BBC ilimwonyesha Trump akiwahamasisha wafuasi wake kuandamana kuelekea jengo la Ikulu, huku Trump mwenyewe akionyesha kuwa angekuwa mstari wa mbele na kuwataka Wamarekani kumuunga mkono kwa kupigana kwa ajili ya nchi. Kwa mujibu wa mawakili wa Trump, maneno hayo yalihaririwa kwa makusudi na kupotoshwa kwa sababu kauli halisi ya Trump kabla haijahaririwa ilimwonyesha akihamasisha matembezi, na yeye atakuwa na wananchi na wataelekea ikulu kuwashangilia wabunge jasiri wa Seneti na Baraza la Wawakilishi, maudhui ambayo yalipotoshwa na BBC na hivyo kupotosha kwa kiasi kikubwa, na kwamba BBC inadaiwa kufuta sehemu ya hotuba ya Trump yenye maneno sahihi. Barua kutoka kwa mawakili wa Trump inadai kuwa nyaraka za ndani walizopata kutoka kwa mtoa taarifa ndani ya BBC zinaonyesha wahariri walifanya hivyo kwa makusudi kwa lengo baya la kumchafua na kumshushia heshima. Mawakili hao pia wameongeza kuwa taarifa hizo za uongo zimesambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari duniani kote, na hivyo kumsababishia mteja wao hasara kubwa ya kifedha na kuharibu sifa yake binafsi na kisiasa. Barua hiyo yenye rejea za kisheria zinazotumika katika jimbo la Florida imeeleza kwamba maneno yoyote ya namna ile yanaweza kumchafua mtu, kumvunjia heshima katika jamii, kuleta chuki ama hata kuharibu biashara au maarufu kwa msingi huo, mawakili wa Trumpu wanasema BBC haina ulinzi wowote wa, wa kisheria unaoweza kuhalalisha kitendo chake cha kuchafua na kumdhalilisha mteja wao. Tayari mkurugenzi mkuu wa BBC Tim Davi na mkuu wake wa habari Debora Tunes wamejiuzuru, lakini mawakili wa Trump bado wanashinikiza zaidi. Iwapo BBC haitachukua hatua za haraka kuondoa na kuomba radhi kwa taarifa hizo, rais Trump atalazimika kuchukua hatua zote za kisheria zinazopatikana ili kudai fidia kwa hasara kubwa kifedha na ya heshima aliyoipata kutokana na uongo huo. Hii ni TriGen Media. Hii ni TriGen Media. Hii ni TriGen <tune>